A leo tumetembea katika mazingira, na muda huu tunakuwa kwenye soko ya Bibunga, najua watu wengi wanajua, na ni katika kipindi julisha biashara yako. Ndio leo tumetamani kumutembelea kijana machachari, ambaye punde dakika chache unaenda kutambua biashara yake. Basi twende, kipindi ni julisha biashara yako, na katika kutembelea wale watu ambao tayari wameanza biashara kwa njia moja kusaidia umma ama community yetu, na mkuta bwana hapa ambaye atajitambulisha. Uh, asante sana bwana journalisti. Uh, mbele ya yote tunawakaribisha hapa kwetu. Uh, mujisikie huru, na kwa kujitambulisha, uh, kwa majina ni Akili Hiti na wengine wanazoea nita Jason. Bwana Jason hakili Hiti tuambie, hapa tuko mbele ya restaurant, ni tangu lini umepata mawazo ya kufanya kiwanda hiki? Uh, asante sana kwa swali na kwa watazamaji ambao watatamani kujua, hapa tunakuwa wapi? Hapa uh, tunakuwa Nyabushongo ku Bibunga sekteri yenye banaeta Bibunga. Inajulikana sana na hii proje ya restaurant, hayakawi ya bado, ni proje yenyewe tumeanza hapa haparesama hatuyamaliza tana in semaine, mais mpaka sai una fonctionne deja na tunaservir batu vala. Tuambie ni namna gani wateja wako wanafurahishwa na mambo ama chakula ambacho unawapatia na vipi tarification? Hapo naongea uh, kiswahili cha mtani kweli kweli. Uh, population inafurahi sana kwa sababu tuliwazia, tuli, tuliwaza mbali Kuona gisi madifikulte ziko mengi sana mwaevile ya Goma, watu kupata pesa inakuwa vigumu sana, toka sema ni vizuri tuweze kupumuzisha population kwa njia ya alimentasyo uh, watu shudia concerna tarifikasyo watu opeki waneza shudia kwenye riko nafika pa wanakia konsome chakula etu, surtout le motard riko nafika na, na tarifikasyo tuko na pana chakula selma ku na mbarikiwe sana. Vipi malengo yenu? Je, ni hapa tu ama mnakuwa na wazo nyingine e, ya kuona mnaweza boresha au kufanya mambo mengine kama haya ambayo leo mtaa wa Bibunga wanashuhudia. Bon, hivi gisi populasion ya, ya Goma uh, na partikulierement ya hapa ku Bibunga biko na tusapoti, banafurahi tu anaka banatuapwye proje. Projet haitaishia hapa. Tuko na ma objectifs zingine zingine

Hivyo hivyo, nimekutanana na ingine personality ya kabambi sana, najua mtu mnamfahamu sana ndani ya mitandao ya kijamii moja kwa moja, namsalimu jambo, jambo, unaweza kujitambulisha kwa wale wote ambao najua wanakujua tena, jitambulishe majina zako. Yes, kwa majina ni Seba Munanira Mikael Le Coq Noir tamiki bana, najua kwa resources zote, TikTok, Facebook, Instagram na vile na tunakuwa surprise kukuta hapa kwa restaurant ya Hit Business. Tuambie ni kwa nini leo umekuwa hapa bo. Leo nimekuwa hapa, niliona ndugyetu ni jazo ala hii restaurant yake sana. Niliviona nikikuwa kiria ya libyona, ni kirea, kusema angalia kama vinye alikwambia ni kweli, ndio maana nikutana walatwambie meno na kuambia baauditeur na baauditrisi wote Comment umekuwa satisfait na service zake, bon, nimefika mm -hmm. Hapa kwa restaurant ya uh, Hit restaurant iko mzuri, nimekula gambo yangu nimetosheka kabisa. Na ina invite wengine wote ba huko mala joie terminise nyabushongo ndosho hata na mvile kama yes. Nimesikia tu huko mvile <laughs> huko huko no. njala no. ukamata no. Unapasha kuya tu hapa, kwa hivyo nga kwa uh, Hit restaurant iko bia kavita service zote, chakula zote, maji kuanzia ku 1000 franc kupanda. Unaposha pata service kabisa, tena unakula unashiba. le coq noir seba munanira tunakushukuru, merci beaucoup. Nam basi ndo mwisho wa mahojiano yetu katika kipindi uh, juu za biashara yako na washukuru wote ambao watachukua muda ya kututazama na kusikia yale yote. Asa asa address ni moja hapa Kubibunga, tukuye tusutenir jeunesse yetu na Mungu atatubariki.